Nikamkosa, nikaja, nikarudi tena huko kwa barozi tena. Nikasema, mimi jamani, leo silali huyo mtoto, kwa kweli. Barozi akaniambia je, mm -mm, unaona sasa, mama, saizi shagonga saa ngapi? Saa tano, nenda kalale, tutatafuta kesho. Kesho yake sasa tukaamka asubuhi, nikaenda hapa kwa barozi, ndio enda kwa barozi akawa sema um, niambiaje? Nenda sawa wapi, polisi. Ukienda kwa polisi ukitoka kwako, ndio tunafanyaje, tutapika nini paromando? Tukaenda, nilivyoenda kule Tuka, wakaambiwa, nanima saa hayajafika, mrudi saa mbili ya usiku. Saa mbili tulikanyaga, tukaenda polisi akaanika, tukaanana nuyo mama yake yinga marehemu saa kwa namna devari ni akaambiwa hivi yaani, mtoto akipatikana tukawa tumrudi sasa. Tukaa siku zote hizo mtoto apat tu, tunafanyaje? Tunatafuta sasa makuja kuonekana mtoto ameshakufa. Hili tukio limetokea nikiwa sipo karibu na familia yangu, limetokea nikiwa mkoa wa Mbeya na nimeanza kusafiri baada ya kupata hili, hili tukio ndio kufika kwangu leo humshangao tunaoona unaoona, nawe ndugu mtangazaji, kama unavyoona nami ndio nashangaa hivyo. Jua hilo, sina mengi ya kuongeza ndugu mtangazaji, ninachokiomba serikali ijaribu kufanya ya kwake serikali, maana serikali sio kipofu. Naamini Samia ni wa kwetu, serikali ni wa kwetu na sisi ni wa kwake, nae ni wa kwetu.

Kuna kuna lazima uh, kuna mtu ambaye alifanya uharibifu akampeleka kule, yule mtoto aidha akiwa katika hali mbaya, nakua alimpeleka kama kwenda kuficha ushahidi. Tumeshinda ni mtoto wa kike, huwa tunaangalia vilevile kama kuna ishara za labda za kubakwa kufanyaje, lakini tumeshindwa hata kuna nini, maana nifunza kila mahali mwili umeharibika kabisa, fuvu la kichwa limetoka limebaki ile mfupa kabisa wa kichwa, kwa hiyo hata kama kuna kitu kilimpiga, uwezo kajua kilipiga wapi, ila ni wazi kwamba kuna mauaji yalifanyika juu ya mtoto, sio kwamba alikufa kifo cha kawaida. Tangulia cha kwanza kabisa, naomba amani, na cha pili, naomba tuwe tunatoa taarifa kwa mambo haya yanapokuwa yanapatikana. Haya, niwaombe ya sana na kweli unaposema kwamba wahalifu wapo, wapo na wapo kweli e, wanaofanya vitendo vya ajabu tunao, ila hatuwajui wajui. E, nimalizie kusema tu kwamba ufuatiliaji utakuwepo na kweli watakamatwa tu, na mimi nina imani ya kwamba aliyefanya kitendo hiki lazima akamatwe. Asanteni sana. Hivyo basi kwa sababu tumepewa tumepewa ruhusa ya kuendelea na taratibu zote za maziko ya mwili husika kwa sababu ya mwili kuharibika hakiwezi kikafanyika chochote cha kiuchunguzi. Hivyo baadhi ya viashiria ambavyo vilikuwa vinatakiwa kupatikana imekuwa changamoto. Hivyo sasa tunarudishiwa utaratibu kama nzengo, tuendelee na taratibu yetu, lakini kutokana na mwili ulivyoharibika tunastili leo leo. Japo tutakana familia kujua ni sehemu gani na ni eneo gani, ili tuweze kustili kumpumzisha, kwa sababu alipo washaharibika, hawezi akalala tena na hata hatuwezi tukatumia njia mbadala ya kumuhifadhi. Kwa hiyo kikubwa ni tufate utaratibu kama nzengo kupitia wanandugu, ili tuweze kumstili ya kwangu ni hayo na tutaendelea na taratibu zingine kama nzengo, ili tuweze kulitamatisha hili jambo lililotupata katika mtaa wetu. Nashukuruni sana na tuko pamoja pia.